Majid, Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na apa kwa mbingu yenye buruji na kwa siku iliyoahidiwa na kwa shahidi na kinachoshuhudiwa. Wameangamizwa watu wa mahandaki yenye moto wenye kuni nyingi walipokuwa wamekaa hapo na wao ni mashahidi wa yale waliokuwa wakiwafanyia waumini. Nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu msifiwa, ambaye ana ufalme wa mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Hakika waliowafitini waumini wanaume na waumini wanawake kisha hawakutubu, basi watapata adhabu ya Jahanamu na watapata adhabu ya kuungua. Hakika waliowaamini na wakatenda mema watapata bustani zenye mito ipitayo kati yake, huko ndiko kufuzu kukubwa. Hakika kutesa kwa Mola wako mlezi ni kukali. Yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejeza tena, naye ni mwenye kusamehe, mwenye mapenzi, mwenye kiti cha enzi mtukufu, atendaye ayatakayo ye zimekuwasilia habari za majeshi ya Firauni na Thamudi? Lakini waliokufuru wamo katika kukadhibisha, na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka. Bali hii ni Kurani tukufu katika ubao uliohifadhiwa. Suratul Buruj imeteremka Makka. Sura hii ni ya maliwaza na kuwapa mawaidha waumini na kuwatisha na kuwaonya wenye inadi. Imeanzia kwa kiapo chake Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa madhahiri yanayoonekana ya uweza wake ya kwamba wapinzani wanaowaudhi waumini watafukuzwa kwenye uwanja wa rehema kama walivyofukuzwa waliokwenda mwendo wao katika mataifa yaliyotangulia na sura ikaingia kusimulia kisa cha hao majabaru walivyowatendea waumini, na ikafuatiza kwa kuwapa ahadi waumini na kuwakofisha majeuri, na kwamba haki katika kila zama hupingwa na wapinzani, na kwamba Qur'ani ambayo ndiyo mwega wa haki na wangalikadhibisha watu fulani, lakini hiyo iko mbali kabisa na shaka, kwa sababu hakika hiyo iko katika lauhun mahfudh, ubao uliohifadhiwa ulioko kwa Mwenyezi Mungu na hapa kwa mbingu yenye buruji au manazil, njia au vituo ambavyo nyota hupitia katika nyendo zake. Buruji au manazi ndiyo huu mkusanyiko wa nyota unaoonekana kwa sura ya na namna mbalimbali mbinguni. Hizo buruji zimegawika sehemu kumi na mbili ambazo ardhi inazipitia inapolizunguka jua, na kwa siku iliyoahidiwa kuwa ndiyo siku ya hisabu na malipo na kwa viumbe wataohudhuria siku hiyo wakaona vitisho na ajabu zitakazokuwepo. Hakika Mwenyezi Mungu wamewalaani watu waliochimba handaki katika ardhi wakawasha moto kuwatumbukiza ndani yake waumini, ili kuwatesa, na wao wamekaa ukingoni mwake wakishuhudia mateso wanayopata waumini, na wao wapo hapo wamehudhuria kwenye mateso wanayowatendea waumini na hapano lilichukia kwa hao waumini ila ni kuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, ambaye adhabu yake huogopwa, msifiwa na itarajiwa sababu zake, ambaye peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi, anashuhudia yote wayatendayo wa waumini na makafiri, na natawalipa kwayo. Hakika waliwatiya matatani waumini wanaume na wamwini wanawake kwa maudhi na kuwavibu kwa moto, kisha wasitubu na kurejea nyuma, watapata ahera adhabu ya Jehanamu kwa ukafiri wao, na watapata adhabu ya kuunguzwa kwa kule kuonguza moto wo umini. Hakika awo waliokusanya kwenye imani ya Mwenyezimungu vitendo vyema, watapata mabustani yapitayo mitokati yake. Neema hii waliolipwa ni kufuzu kukubwa. Hakika mshiko wamola wako mlezi kuwashika majabari umefika ukomo kwa ukali wake. Ni yeye peke yake ndiye mwenye kuanza kuumba na kisha, ni yeye anayerejeza tena, na yeye ni mwingi wa msamaha kwa mwenye kutubu na akarejea, na mwingi wa mapenzi kwa mwenye kumpendana kamtii yeye ndiye mwenye kiti cha enzi na mwenye kukimiliki na mkuu wa dhati yake na sifa zake. Ni mtendaji kwa litakalo na hendi kinyume na uweza wake yeyote yanayetaka. Je, ye imekujia ewe Muhammadi hadithi ya kile kikundi kilichoasi katika mataifa yaliyokwisha pita, kaumwe Firauni na Thamudhi na yaliyowashukia katika malipo ya kushikilia kwa upotovu? Bali hao makafiri katika kaumu yako ni shadidi zaidi katika kukadhibisha kuliko hawa walivyokadhibisha mitume wao. Na Mwenyezi Mungu anawaweza hao na anawajua vilivyo. Bali hii uliowaletea ni Kurani tukufu inadhihirisha hoja za ukweli wako, imo katika ubao uliohifadhiwa. Hapana uwezo unaoweza kuipotoa au kuijeuza.